Lingine. Na wadau wa sekta ya utalii katika kaunti ya Trans Nzoia wamepiga kengele ya hatari wakitaja uharibifu wa mazingira na unyakuzi wa ardhi kama tishio kuu kwa mustakabali wa utalii katika eneo hilo. Wakizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya utalii duniani, wadau hao wamesema Trans Nzoia inajivunia vivutio vya kipekee kama hifadhi ya mlima Elgon, mbuga ya kitaifa ya Saiwa na makavazi ya Kitale ambavyo ni hazina ya historia uh, wanyamapori na utalii wa kiekolojia . Wameonya kuwa ikiwa changamoto hizi hazitadhibitiwa kwa haraka, vivutio hivyo huenda vikapoteza mvuto wake na kubaki magofu ya kumbukumbu. Tukiongelelea uendelevu, yani sustainability, eh, kwa sababu tumechagua leo kutumia baiskeli kwa sababu tunavyojua baiskeli haitumi fuels so hai emit any, any, any carbon. Kwa hivyo tunatumia baiskeli na tu, pia tunahimiza watu, si lazima tutumie baiskeli, tunaweza pia tembea kwa kutembea, pia kuna afya. Na pia kwa kuendesha baiskeli apart from sisi kupunguza carbon emissions tunahakikisha watu pia wanakuwa na afya tumebarikiwa kuwa na two water towers. Trans Nzoia imezingirwa na maforests, maforest, eh, tuko na Saiwa swamp, so tumejivunia sana kama Trans Nzoia siku ya World Tourism Day 2025 kuweza kuonyesha watu vile tuna improve na tunaendelea kwa upande ya tourism. We will establish our own circuit and a part of the North Rift ymotrazoi y o oyo n noizoiinasaidia sana ili watu waelimike kwamba nature ni kitu ambayo tuko nayo lik what Madai said. So wakati imepotea sisi pia tupo, na ni vizuri kwamba tuyalinde mazingira. Na wakulima katika kaunti ya Busia wamehimizwa kukumbatia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa wingi ili kukidhi